Na unanga mbali sana na unanga mbali sana na mimi niliona mbali sana na nikasema, even before everybody else said, nikasema I can see far, I can see the sixth xth the incoming Dr. Fred Okeno Matiani. Na mimi nimetoka Githunguri. Na Githunguri unajua watu wa Githunguri na watu wa Kuria sisi ni kitu kimoja. Ama hamjui hivyo? Mnajua sisi ni kitu kimoja? Hata mkiongea hapa mkikoroga napata yote. Ni vile siwezi ongea. Na mimi nimetoka Githunguri wa asubuhi na mapema. Niliarauka 4 AM. Ndio nifike hapa na nimekuja na barabara. Na nimekuja nikisimama nauliza watu ni aje nafanya hivi? Wanafanya one time, one time. One time. Halafu nikipita hapa, nikienda kwa Waluya wananiambia, tawe one time, tawe one time. Ninyi mnasemaje one time? Nataka kusikia, ndio nikienda Kidongori na nikienda Kiambu, niende Central. Mimi ni mtu wa Central na niko na mdomo sana, mdomo <laughs> bagi kubwa. Huwa inasema Kasongo ni mwizi yeah. Ananiogopa sana sababu mimi huwa namwambia ukweli, na mimi nimeokoka lakini huwa nasema ukweli bila kuogopa. It is true that Kasongo has, has mutilated the human rights docket of this country. Kasongo has stolen everything. Si mnajua? Yes. Sasa mimi nimeambia watu wa Githunguri na watu wa Kiambu, sisi tunapanga file za Kasongo kupeleka yeye nyumbani na tulimwambia slow -re, slow -re, slow -re, park, role. Waka mbizigo yako, pamoja, pamoja, pamoja, pamoja, Mama Racho na eh, pamoja, pamoja, pamoja. Hatutaki watu wachi, hata hankachi. Wabebe yote waende Sugoi. Mumeamua. Sasa nataka munitume. Unajua mimi am the only person who came here who is not from Kuria, who is from Central. Na sikuitwa na mtu. Nilisikia Freda akisema akona mkutano na Wakuria nikasema wacha nijipeleke huko nisikie kama wakuria tuko na wao, wakisii tuko pamoja kule Nairobi, lakini huku mashinali it's different. Sasa mimi nimekuja kusikia kama mko na Fred, and let me tell you ni, ni, ni kuwa kwa government na kuwa kwa mtu wenu wa state house Nilisukuma Kibaki akaingia. Nilikuwa kasichana kadogo. I was 24 years, nikasukuma Kibaki. Nilikuwa mtangazaji wa redio za Kikuyu na koroga na koroga na koroga, Kibaki dani 10 years, tukapata barabara tukapata damu tukapata tukapata tukapata tukapata, Kibaki kutoka ndio huyu mtoto wetu Uhuru Kenyatta who is my neighbor and my godfather in politics Tukakoroga akaingia another 10 years. La mi dizo hizo. Pacha tu tuongee ukweli Neguo kala tiguo. Yes, tuongee ukweli. Yeah. Tuongee ukweli. Yeah. Nataka kuwaonyesha utamu wa kuwa na mtu wenyu akiwa set house. Sisi tumepata yetu 20 years. It is your turn now. It is your turn. Yeah. Na ni mimi ninawaambia it is your turn. Yeah. Kule kwetu Central zamu hii this time. Hatutaki kiti ya rais. Hatutaki kiti iko karibu, tunataka kukaa hapo pembeni, wacha huyu wasukume na yeye alete mali na huku, ama ni aje? Yeah, Kenya has to balance. Kenya has to develop equally. It cannot be that ni mulima ni mulima ni mulima. Kwani mulima ndio tu walichora hiyo mapu ya Kenya? So we must accommodate other communities, and that is why I'm here supporting Dr Fred Matiang'i, na nitasukuma yeye, nitasukuma yeye mpaka aingie. Munataka nisukume? Nisukume? Yeah. Mtanishikilia, yeah. Kwa hivyo nikienda kule niende niweke kwa social media vile huwa naweka yeah. Nizungurumisha, niseme nilikuwa kule kwa Nyanza yangu, hata kwa Nyanza yangu, eh, Nyanza yangu. Na niseme nimeambatana na wahubiri washikadau, professionals, nurses, teachers and stakeholders wa kutoka Kuria yeah. Na wamesema the six Nasikia mnataka slogan, slogan ni hii Matiang'i, uh -huh. Tukisema Matiang'i, uh -huh. Nasikia hapa mnasema oh, tu tu tu tu, uh -huh. Mimi nataka nikisema Matiang'i, mnasema kazi tu kazi tu. Sawa, Matiang'i, kazi tu, sababu huyu hakuna kitu kingine anasaka. Na ukitaka kusema tu, utoe tu useme, safi, Matiang'i kazi, sawa.